Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilifanya uamuzi wa kuwa na wizara maalumu inayoshughulikia makundi maalumu hususan masuala ya wazee. Wizara imekuwa mstari wa mbele na kusimamia utekelezaji wa afua zinazotoa kipaumbele na kuimarisha huduma za wazee nchini. Kuna jumla ya wazee milioni tatu laki nne elfu sita me na ambayo ni sawa na asilimia sita ya Watanzania wote kutokana na takwimu letu la kwanza tunakemea: mauaji na ukatili wa aina yote kwa wazee, watoto, wanawake na makundi yote maalum na jamii kwa ujumla. Lakini la pili, tamko letu ukikitaji kwa watoto wa kike, wanawake au na wanawake ni mwiko. Tatu, ushoga Tanzania ni mwiko. Sisi wazee tumekuwa na umuni huu, hatujawahi kusikia jambo hilo, tumelisikia kwenye mitandao hivi karibuni. Na bahati nzuri msoma shairi wetu wa wazee amelitamka vizuri na ameeleza vizuri, tunasema asante. Tudumishe mila na desturi zetu wa Tanzania kupitia Baraza la Wazee mara yake, ndio jukumu letu sisi kufanya kazi hiyo ndiyo. Vilevile napenda kuhakikisha umma wa Tanzania kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua stahiki kwa wakati dhidi ya wale wote watakaobainika hususan kufanya vitendo vya ukatili kwa makundi mbalimbali katika jamii ya kiwemu wazee. Majina naitwa Kakisi Luvanda, ni afisa mstaafu Wizara ya Maji. Uh, kuadhimisha suala la, la wazee ni sahihi, kwa sababu na ma, mauaji ni kweli yamepungua. Ni kwa nini yamepungua? Eh, ni kwa sababu ya elimu ambayo imetolewa, watu wanaelewa. Hapo nyuma kwa nini watu walikuwa watu, watu na uwana unakuta ni sana sana ni mambo ya mirasi, unakuta vijana hawaelewi kipi cha kwao na kipi cha mzee. Unakuta mauaji mengi yalikuwa yanatokea mkoa huu, ni kwa sababu hiyo, lakini sana akizidi kuelimishwa kwamba wafanye kazi wasitegemea sana mali ya wazazi wao, nafikiri mauaji yatapungua, yata au yataisha kabisa, hayatakuwepo. Hili la mauaji limepungua kiasi kikubwa sana, sijui ile elimu kutolewa mara kwa mara, vijana wame wameogopa na watu ambao walikuwa wanafanya hicho kitendo, kwa kweli wameogopa, wako mstari wa mbele kujirekebisha na wamejirekebisha tu. Tuseme kiufupi ni hicho. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.